Watu wengi hawafahamu kuwa historia nzima ya dunia inaweza kupangwa ndani ya miaka elfu saba. Ndiyo, dunia nzima historia yake na mwanadamu inaweza kupangwa ndani ya miaka elfu saba. Hii tunaipata kwenye Biblia na Biblia imefunua wazi kinabii, haswahaswa kwenye siku za uumbaji, ikionyesha kwamba mpango wa dunia baada ya mwanadamu kuasi ni miaka elfu saba. Biblia inasema katika kile kitabu cha Isaya. Leo tutaenda kuangalia hili somo, naamini kuna vitu vingi ambavyo tutaenda kujifunza, na hii itakuwa ni sehemu ya kwanza. Tutakuwa na sehemu takribani uh, zaidi ya mbili, ili kuangalia kiundani kuhusiana na miaka elfu saba ya dunia. Katika somo hili tutaenda kuangalia mwanzo wa dunia tutaenda kuangalia mwanzo wa mwanadamu, tutaenda kuangalia na mwisho wa dunia utakuwa ni lini kinabii, ambayo imeandikwa kwenye maandiko kabisa, na naamini Mungu atakubariki sana. Sasa tukisoma kile kitabu cha Isaya arobaini na sita kumi kuna maneno pale Mungu amezungumza. Tunaenda kuangalia kwenye kitabu cha Isaya arobaini na sita kumi. Biblia inasema nitangazae mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami na nitatenda mapenzi yangu yote. Sasa kwenye Isaya anasema kwamba anatangaza mwisho from the beginning, kuanzia mwanzo, kwamba kuna vitu ambavyo vimeshazungumziwa mwanzoni kabisa, lakini vinahusiana na mambo ya kinabii ambayo yatatokea mwishoni. Na leo tena kuangalia kuhusiana na hilo swala kuhusu miaka elfu saba ya dunia na mwanadamu akiwemo ndani yake. Isaya na sita kumi Biblia inasema kwamba yeye atangazae mwisho tangu mwanzo. Sasa ili kuweza kuelewa uhusiano kwa undani tutaenda kuangalia kanuni fulani hivi ambayo itaenda kututafsiria vitu vingi ambayo tutajifunza katika somo hili, na kanuni hii inasema hivi, kanuni ya kibiblia ya kinabii inasema kwamba hii kanuni ya kwamba kibiblia uh, unaweza ukahusianisha uka, uka, uka uh, siku moja ya kinabii iwe sawasawa na miaka mingapi? na kinyume chake ni kwamba miaka alfu inaweza kuhusianishwa kuwa sawasawa na a day prophetical. Uhusiano usiano unasema, kanuni ambayo tunaenda kuitumia na tunaenda kuangalia ushahidi wa maandiko kwamba siku moja imeosanishwa na miaka elfu moja na miaka elfu moja imeosanishwa na siku moja. Hii naamini ni, ni kanuni ambayo ushia kuisikia labda, na inapatikana kile kitabu cha Petro wa kwa wa pili mstari wa tatu sura tatu kuanzia mstari wa nane pale, kuna vitu vimezungumziwa, naomba tukaviangalie kwa haraka haraka. Biblia nasema Petro wa pili, tatu nane lakini wapenzi, msilisahau neno hili. Petro anaambia kwamba msilisahau neno hili, yani waliweke uh, akilini na kulikumbuka na kulizingatia uh, ya kwamba kwa Bwana uh, siku moja ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja. Narudia tena Petro wa uh, pili tatu uh, nane: lakini wapenzi msilisahau neno hili kwa kwamba kwa Bwana kwa siku moja ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja. Ndicho tulichoandika hapa kwamba one day is question kwa miaka elfu moja prophetically na miaka elfu moja ni sawa sawa siku moja kinabii. Sasa kuna watu wanaweza waka protest wakasema kwamba ametsema neno kama yani mfano mfanano, inawezekana ikawa, lakini sio sahihi. Lakini ambacho tufahamu ni kwamba hii sio kitu kipya kwenye maandiko, ni kitu ambacho kilisha kuzungumzwa kwenye Agano la Kale pia kwenye Zaburi ile ya tisini kuanzia mstari ule wa tatu paka wa nne. Zaburi ya tisini mstari wa tatu paka wa nne. Nitasoma hapo haraka haraka. Biblia nasema, "Wamrudisha mtu mapumbini usemapo, rudini eni wanadamu." Maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita na kama kesha la usiku. Sasa ambacho tufahamu ni kwamba hii Zaburi ya tisini iliandikwa na Musa. Vitabu vya Zaburi ni mkusanyiko wa vitabu mbalimbali, vingine vimeandika Daudi, vingine vimeandika wandishi mbalimbali ambao wafahamiki, lakini hii Zaburi ya tisini nafahamika kabisa aliyoandika ni Musa na tunajua Musa ndiye aliandika Torati. Torati nafsema, Torati namaanisha kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu kumbu la Torati. Vitabu vitano vya kwanza vya Biblia viliandikwa na Musa ikiwemo Mwanzo. Sasa tukiangalia Zaburi ya tisini anazungumzia kuhusu hii, anasema kurudi mavumbini. Sasa tunasema mrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini, enyi wanadamu. Na hii sio kauli mpya, kuiona kwenye neno la Mungu, tunaipata kwenye kile kitabu cha Mwanzo kule kule, ambapo tumesema mwandishi ni Musa pia, ambapo mwanadamu aliambiwa kila tunda uh, atakufa na aliambiwa kwamba huu uh, mavumbi na mavumbini utarudi. Hiyo ipo kwenye Mwanzo 3:19 a hii hapo baada ya Adam kula tunda na kukubali kula tunda sasa Mungu anatamka hukumu kwa mwanadamu anamwambia Adam kwamba 3:19 anasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa kwa maana umavumbi wewe nawe mavumbini utarudi tunaona ni kauli ile ambayo Musa ameitumia kwenye ile zaburi ya 93:4, 3 mpaka 4 lakini nichotaka tuangalie hapa ni ile mstari wa 4 Zaburi ya 90 mstari wa 4 anaposema, kwa maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha, na kama kesha la usiku tunao. Hii ni kauli aliyotumia Petro pia katika ile Petro wa pili tatu nane anaposema kwamba kwa Bwana siku moja ni sawa miaka elfu moja na miaka elfu moja ni sawasawa na siku moja. Kwa hiyo hii ni lugha ya kinabii ambayo imewekwa kwa mfumo wa mafumbo na hapa ndo tutaenda kuangalia kwa nini tunasema tunatumia kanuni hii kuweza kutafsiri na kuweka uhusiano na kusema kwamba kwa hakika mpango wa Mungu wa wanadamu katika dunia ni miaka aa, elfu saba. Sasa kuna swali ambalo tunaweza tukajiuliza hapa, kwa nini Adam aliambiwa mavumbini atarudi na akaambiwa kwamba akila tunda atakufa siku hiyo hiyo? Kumbuka Mungu alimwambia kwamba Adam utakapokula tunda Ah, uh, tukisoma ile Mwanzo 2:16 paka 17, uh, kati Mungu anampa maagizo Adam, kabla hajala matunda akamwambia. Mwanzo 2:16 mpaka 17, akamwambia: Bwana Mungu akamwagiza mtu huyo akisema matunda kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda mti ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa sababu siku utakapokula matunda mti huo utakufa. Hakika tunaangalia tena, tunaona neno hilo limetumika siku. Anasema siku ambayo utakula matunda, the same day utakufa. Na tunaona baada ya Adam kula, Mungu anatamka hukumu anasema u mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa hiyo kifo kimetafsiriwa kama kurudi mavumbini. Sasa, ukisema tafsiri nyingi za watu wanasema okay, siku moja anamaanisha kwamba Adam alipokula tunda alikufa kiroho pale pale. Inaweza ikame make sense, lakini Biblia haijatamka hivyo moja kwa moja. Hiyo ni speculation ambazo tume tume tumeziweka tume ili kuweza kutafsiri ili andiko lakini hapo tunaona Biblia inata, inatafsiri wazi kwamba kufa mwili anamaanisha mwanadamu kurudi mavumbini ambayo tunaona kwenye Mwanzo 3:19 Mungu anatamka hukumu anasema u mavumbi na mavumbini utarudi. Sasa tunajiuliza, je, Adamu alikufa siku hiyo baada ya kula tunda? Lakini tukiangalia uh, tukisoma ile Mwanzo tano tano, tunaona Adamu aliishi miaka 930 baada ya kula tunda. Biblia nasema kwamba siku zote za Adamu alizoishi ilikuwa ni miaka mia kenda na thelathini naye akafa. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Adamu aliishi miaka mia tisa thelathini Kwa hiyo bila shaka hakufa siku hiyo hiyo kama inavyomaanishwa kwa kikawaida, kwamba siku manake jua likichomoza, iki, iki, iki, likizama ni siku moja, lakini Biblia nasema kwamba Adamu aliendelea kuishi na kaishi miaka mia tisa thelathini ndipo akafa. Kwa hiyo bila shaka hii siku haimaanishi siku moja kama ambavyo tunamaanisha. Ni lugha ya kinabii kama tulivyosema, uhusiano na kanuni ambayo tutatumia ni siku moja inaikweti miaka elfu moja na miaka elfu moja ni sawasawa na siku moja kwa Bwana. Sasa, sasa kwa nini Adamu aliambiwa atakufa siku hiyo? Na je, alikufa kweli siku hiyo hiyo ama Biblia ilitudanganya? Tukitumia sasa hii kanuni hapa ya kwamba siku moja ni miaka 1000 tunaona Adamu aliishi miaka 930 uh, mingine ndipo Biblia inasema Adam akafa. Lakini sasa kama tunasema siku moja ni miaka elfu moja alafu Adam aliishi miaka mia tisa thelathini Adam akaishi miaka mia tisa thelathini ba ndipo akafa. Je, hapa bado yupo kwenye, kwenye kwenye hii range ya siku moja? Maana siku moja tumesema ni, ni sawasawa na miaka mingapi? Ni miaka elfu moja i yeah. Tunaona Adam bado alikuwa ndani ya siku moja alipokufa, alikuwa, alikuwa ndani ya miaka 930 ambao kibiblia kinabii, ambao imetumika hapa, huu uhusiano usia, ni siku moja kinabii, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki. Sasa huu uhusiano sio mpya, Mungu kuweka uhusiano wa siku na ku... tunaona katika tukisoma ile historia wanawezera walivyoenda ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku kusurvey kanani kule, biblia wali, anasema walienda waka, wakatazama waka, waka, waka, waka kwa siku arobaini na wakarudi wawili wakatoa ripoti njema, wawili wakatoa ripoti ovu. Sasa Mungu akatoa hukumu, akawaambia kwa kila siku ambayo mnizunguka katika hii umji uta, utawakilishwa kwa mwaka mmoja kuzunguka jangwani. Kwa siku moja akahusianisha na mwaka mmoja, kwa nilikuwa ilikuwa ni, ni kawaida Mungu kuweka uhusiano wa kinabii, kwamba kuna mwingine anasema anasema kwamba siku moja itakuwa ni, ni miaka ni mwaka mmoja, kama ambao umetumia kwa wana Israeli kuenda ku, ku, ku, kutembea jangwani wakasema, sasa nyinyi mtakaa jangwani kwa sababu mkuamini, kwa miaka 40 kila mwaka ukiwakilisha siku moja ambayo mlikuwa mmeenda uh, kusurvey na kutazama ule mji wa Kanani. Hivyo hivyo kwenye uhusiano ametumia siku moja kama miaka elfu moja kuonyesha uhusiano wa miaka elfu saba ya dunia uh, na mwanadamu akiwemo ndani yake. Kwa hiyo tunasema Adam alikufa katika miaka akiwa na miaka 930 mia ambao Biblia imesema kwamba Adamu atakufa siku hiyo atakapokula tunda. Na tukiangalia kwa uhusiano kanuni ya siku moja ni miaka elfu moja, basi tunaona Adamu alikufa ndani ya siku moja, ambao ilikuwa ni miaka mia tisa thelathini. Hii ni kanuni ya Biblia kwamba siku moja inawakilishwa na miaka uh, elfu moja. Kwa hiyo ina maana Adamu alikufa siku hiyo hiyo, hiyo alipokula tunda, ukitumia kanuni hii ya kwamba kwa Bwana kwa siku moja ni kama miaka elfu moja. Sasa kuna kitu naomba tuangalie kabla hujamaliza. tunaona katika hukumu ambayo Mungu alimpa mwanadamu akampa na Adam ilikuwa ni dunia uh, akasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ile ni Mwanzo tatu, kumi na saba Mungu akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako ukala matunda mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Na ndio neno hapa aliposema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, ardhi na maisha ni dunia, na tunatambua kwamba kitu chochote kilicholaaniwa lazima kife ama kiwe na mwisho. Ina maana tunaposema miaka elfu saba tumaanishi dunia ilipoumbwa? Hapana, kwa sababu ukisoma ile Mwanzo moja moja, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo ina maana uumbaji ambao tunazungumzia hiyo siku saba za uumbaji, siku sita na siku saba Mungu alipumzika, haianzii kwenye mwanzo moja moja. Mwanzo moja moja inatamka kwamba dunia ilikwishaumbwa, lakini kuna vitu vikatokea katikati kisha ukatokea uumbaji mwingine. Ndio tunazungumzia hapo kwa liumbo mwanadamu na vitu vingine ambavyo vipo ndani yake. Kwao tunaposema kwamba kitu kilicholaaniwa, maana yake iko kitu sasa kinaenda kwenye mauti, kwa sababu Biblia nasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti kwa dhambi hiyo mauti ikaingia ulimwenguni, na mauti ikawafikia watu kwa sababu wote wametenda dhambi. Na maana hata dunia nayo ikaingia katika anguko la alilolifanya Adam. Hilo tumeangalia katika masomo yaliyopita kwenye anguko la mwanadamu, kama kutazama naenda katazame vizuri, kuna vitu pale tumezungumza na kutambua ya kwamba madhara ya dhambi ya Adam haikuwa tu kwake mwenyewe, bali alikuwa kwa vitu vyote ambavyo vilikuwa chini yake, ikiwemo dunia. Ina maana kosa la Adam lilisababisha a, mauti kuingia katika dunia, na dunia ikawa na tunaweza tukatumia neno expired date kuanzia muda huo, ikawa na expired date ya na yenyewe lazima ifikie mwisho ama kikomo. Kwa siku dunia ipo laaniwa, ndio siku ambayo dunia, siku za dunia zilianza kuhesabika rasmi, na kwamba dunia nayo lazima iwe na mwisho. Kwa hiyo tunaanza kuhesabu miaka ya dunia hii kuanzia uasi wa Adam, Adam alipokula tunda ndio tunasema miaka elfu saba ya dunia. Tumeanza kuhesabu pale kuanzia uasi wa Adam, si kuanzia dunia ilipo exist. Hapa ndio maana tunapata conflict ya wanasayansi na, na na na, na, na, watu wanaamini kwenye dini nasema tunasema ha, hapana dunia ya miaka tu elfu sita mpaka sasa hivi bila kujua kwamba mwanzo moja moja inatamka kwamba dunia ilikuwepo na hapo mwanzo Mungu alishaziumba mbingu na nchi Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Uh, leo tulikuwa tunaangalia sana sana kuhusiana na hii kanuni na katika kipindi kinachofuatia tutangaza uhusiano halisi kati ya siku saba za uumbaji uh, na miaka elfu saba ya dunia. Na nitamani tu leo tuangalie uhusiano na tuweze kuweka sawa hii kanuni ya kwamba kwa Bwana siku moja ni sawa sawa na miaka elfu moja. Mungu akubariki sana.